Wakati dunia kwa ujumla hiyo kesho ikiadhimisha siku ya wapenda nao, siku ambayo tunaonyesha upendo kwa wale ambao tunawakubali kwa kuwanunulia zawadi na kufanya mambo mengine ambayo yanaendana na hayo, Benki Kuu ya Tanzania BOT, imetoa onyo kali kwa wananchi wanaotumia fedha kama mapambo au zawadi za Valentine, ikisema ni kinyume cha sheria na kunasababisha uharibifu wa noti. Akizungumza jijini Dodoma, gavana wa BOT bwana Emmanuel Tutuba amesema matumizi hayo yamekuwa yakiongezeka katika kipindi cha sikukuu, hali inayosababisha hasara kubwa kwa taifa. Amesema noti zinazofungwa kwenye mashada ya maua hupoteza ubora wake kutokana na gundi na mikunjo, na hivyo kushindwa kutumika kwa muda mrefu. Nikimnukuu sasa, amesema fedha ni alama ya taifa, kila mtanzania ana wajibu wa kuzilinda, amesema gavana wa BoT bwana Emmanuel Tutuba. BoT imewataka wananchi kutumia njia mbadala za kutoa zawadi ikiwemo bidhaa au fedha zilizo katika hali yake halisi. Hii ni SQF TV, mimi ni Bonfas Allen.